Nanyi mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Neno la ushindi, ukweli unapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wa Mungu, ni matumaini yangu Mungu ni mwema kwako kama vile ambavyo anaendelea kuwa mwema kwangu. Hakika binafsi nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa neema aliyonipatia ya kukutana na wewe lakini pia ninamshukuru Mungu kwa ajili yako ambaye amekupa nafasi ya kuungana nami wakati huu. Sasa, kabla hatujaendelea, nikukaribishe tufungue kwa maombi, alafu tutakuwa na machache ya kuzungumza. Ninalo neno ambalo nalisikia ndani ya moyo wangu niseme na wewe. Funika macho yako mahali ulipo, tumshukuru Mungu. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu mwema na mwaminifu. Tunaliadhimisha jina lako kwa sababu ni jina pekee lipitalo majina yote. Maandiko yanasema hakuna wokovu kwa mwingine yeyote, kwa sababu hakuna jina jingine ambalo tumepewa wanadamu lenye nguvu ya kutusaidia na kutuokoa isipokuwa jina lako, na mahali pengine anasema ni jina lako ambalo tunalituma mahali, linawatoa watu kwenye maangamizo yao. Pokea sifa na shukurani kwa wakati mzuri tena, ambao Bwana umetupa neema kuwepo mbele zako yako mengi ambayo adui aliyakusudia ili kuweza kuzuia tusipate neema ya kuwepo mbele zako wakati huu, lakini kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu, juuwaye mwisho kabla ya mwanzo, uliwatanguliza malaika zako mbele yetu, na hakika wametushika, wametutunza, wameziongoza hatua zetu, na hata sasa tumepata neema ya kukutana tena tukiwa wazima na salama tuko mbele zako, tunaomba uzipokee shukurani zetu, zinatoka ndani ya vilindi vya mioyo yetu. Na baada ya kukushukuru, tunakuja mbele zako tukiomba neema yako sasa iendelee kuwa pamoja nasi katika ibada hii, mkono wako uwe pamoja nasi. Kama yuko mmoja wetu ambaye anakosa sifa na uhalali wa kusogea mbele zako, kwa sababu yako mashitaka yameletwa mbele zako, yanamzuia asikubalike, Baba ninaomba rehema, damu yako ya thamani ipite imuoshe kila mmoja mmoja wetu na sote kwa pamoja, tupate nafasi ya kuhudumiwa na wewe katika wakati huu. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mwema unayeturehemu na kutupa nafasi. Sasa ninakaa kinyume na mamlaka zote za adui katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mahali popote alipo mtoto wako, ninaomba neema yako ikaambatane naye ukampe utulivu, masikio yake ya ndani yakafunguke ili Bwana apokee sawasawa na vile ulivyokusudia nami ukanitumie kama chombo kwa utukufu wako. Maneno yakawe machache lakini ya, ya yaliyokolea ya munyu kumfaa kila atakayeyasikia asante kwa sababu utanitumia kama chombo na watoto wako watapokea sawa sawa na mapenzi yako. Utukufu na heshima ni vya kwako na kurudishia ustahilie, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nimeomba na kuamini, amen. Mungu akubariki sana, mtoto wa Mungu. Nirudie tena kukukaribisha ili tutembee pamoja. Huu ni mwezi wa kumi na moja na kama hautufahamu sisi ni Huduma ya Neno la Ushindi, tunaopatikana Dar es Salaam Tanzania, na Mungu amenipa nafasi mimi mtumishi wake Victor mwana wa Aaron kusimama mbele zako siku ya leo. Na kwa wale ambao ni wana neno la ushindi wanaelewa, mwezi wa kumi na moja kila mwaka ni mwezi wetu wa dhabihu, au unaweza kusema mwezi wa matendo ya huruma, lakini pia unaweza kusema mwezi wa kudhihirisha upendo kwa vitendo na wale ambao wanaambatana na sisi kwenye magrupu yetu ya ibada kupitia WhatsApp wanajua kabisa ya kwamba tunalo neno tunalotembea nalo, na ile kauli mbiu yetu ambayo tunatembea nayo inasema ni jukumu langu, yani hili ambalo tunalizungumza hapa, la kuwashika mkono wahitaji, la kuwatendea wema wahitaji, ni jukumu la kwangu. Na wewe utajiambia mwenyewe kama unaona ya kwamba ni jukumu lako. Na kwa sababu hiyo, Mungu amenipa nafasi wakati huu nizungumze na wewe kidogo kwa habari ya upendo. Upendo ni nini? Wakati mwingine watu wanafikiri upendo ni kuzungumza, wanafikiri upendo ni kuonyesha uko karibu na mtu, lakini leo nimekuja nikwambie, upendo ni kutenda. Ukisoma kitabu kile cha Injili ya Yohana ile sura ya tatu na mstari wa kumi na sita Maandiko yanasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Sasa sikiliza, maandiko yanasema Mungu alipenda, na ili kuhudhihirisha upendo wake ndipo akatoa. Sikiliza nikwambie, mtoto wa Mungu, ili Mungu aonyeshe upendo wake kwetu. Alitoa. Tena alitoa kitu cha thamani sana ambacho ni mwanaye wa pekee. Mpendwa, nisikilize nikuambie, upendo haudhihirishwi kwa kitu kingine isipokuwa kupenda. Andiko kuu ambalo tunatembea nalo sisi wana Neno la Ushindi linatoka katika kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya tatu mstari wa 16 mpaka wa 18, nitakusomea baadaye kidogo. Hili ni neno ambalo tunatembea nalo na ni neno ambalo mwandishi alikuwa anatuonyesha umuhimu wa kufanya tendo linaloubeba upendo. Wapendwa, mtu yeyote unayesema unampenda, upendo wake haupimwi kwa yale maneno unayoyazungumza. Upendo wako anaupima kwa kile unachokifanya kwake. Ndiyo maana hata mtu ambaye yuko kwenye mahusiano upendo wa mwenza wako unapimwa kwa matendo anayoyatenda kwako. Akibaki anasema ilavi, unajua nakupenda sana wewe, ndio zaidi ya kila kitu sii, nikinywa maji na kuona kwenye grasi, bado hayaashirii au hayauonyeshi haya ule upendo, lakini anapoleta zawadi inathibitisha upendo wake kwako. Nimekuja nikwambie, mwezi wa kumi na moja sisi kama wana Neno la Ushindi tunaenda kuonyesha tendo la upendo tulionao kama vile Mungu alivyofanya kwetu. Ngoja nikwambie mtoto wa Mungu, kwani Mungu angeacha kumtoa Yesu Kristo ili sisi tuokolewe, angekuwa na hasara gani? Hakuwa na hasara yote, lakini aligundua ya kwamba anatupenda, na kwa sababu anatupenda, lazima aturejeshe kwake, akatoa sikiliza. Nikwambie, waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya nne mstari wa ishirini utasoma mwenyewe maandiko, anasema utasemaje, unampenda Mungu usiyemuona wakati unamchukia ndugu yako umuonayo? Maandiko anasema wewe ni mwongo. Nisikilize nikuambie mtoto wa Mungu, ninaposema kuchukia sina maana ile kuonyesha hasira kwa mtu, sina maana ile ile ile hali ya kumfukuza mtu na kumwambia sitaki, siwezi kufanya. Unajua wakati mwingine kuna chuki inakuwa moyoni, haina maneno, lakini ni chuki. Nisikilize nikuambie, unaweza kuwa uko karibu na mtu na haumuonyeshi kumchukia Sikia nikwambie, lakini kama unacho kitu cha kutenda kwake na bado haujamtendea wakati ana uhitaji, wewe unamchukia. Upendo kwa asili haupendi kuona mtu mwingine akiwa anaumia. Sasa kama yuko ndugu yako, rafiki yako, mtu wa karibu na wewe, ana uhitaji wa jambo fulani na hilo hitaji wewe una uwezo wa kulitatua na umekaa kimya, huwezi kulitatua, maana yake humpendi. Kwa sababu kama unaona anaumia na uwezo wa kumtoa kwenye yale maumivu unao na hautaki kumtoa, maana yake unamchukia. Kuna mtu ameanza kunielewa, unamchukia, kwa sababu mtu unayempenda huwezi kuona akiumia na wewe ukafurahia, au ukamwacha endelee kuumia wakati tunaweza kumsaidia. Kumbe kule kumwacha aendelee kuumia wakati uwezo wa kumsaidia asiumie unao maana yake unamchukia. Ngoja nisome hili andiko ambalo nafikiri utanielewa zaidi. Hili ndio andiko letu kuwa, ambalo tunalo mwezi huu wa 11 kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya kumina, ile sura ya tatu. Waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya tatu mstari wa 16 na kuendelea. Maandiko yanasema hivi katika hili tumelifahamu pendo kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu, imetupasa na sisi kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia kisha akamwona ndugu yake mhitaji akamzuilia huruma zake, je, upendo wa mungu wakaaje ndani ya ndani yake huyo? Watoto wadogo, watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kwa kweli. Unasikia hayo maneno tusipende kwa nini? Maandiko yanasema tusipende kwa neno na kwa ulimi bali kwa tendo. Kama mtu amejaliwa kitu cha kumsaidia mtu ambaye anamuona kabisa ana uhitaji na hakumsaidia, maandiko yanauliza swali. Upendo wa Mungu unakaaje ndani ya huyo mtu? Kwa lugha nyepesi unasemaje ya kwamba unampenda Mungu wakati kuna ndugu yako ana uhitaji na wewe una uwezo wa kumsaidia ila umekataa kumsaidia, maana yake upendo wa Mungu hauko ndani yako. Wewe ni mtoto wa nani? Tumekuwa tunasema mimi ni mwana wa Mungu. Na Waswahili wana maneno mazuri sana. Wanasema mtoto wa nyoka ni nini? Ni nyoka. Kwa lugha nyepesi, nyoka hawezi kuzaa nje ya nyoka. Mtoto wa simba ni simba. Kwa lugha nyepesi, simba hawezi kuzaa paka. Simba anazaa simba. Sasa nikuulize, wewe ni mwana wa Mungu. Mungu anazaa mtoto anayefanana na yeye. Kama yeye alitoa kwa ajili ya kuturejesha sisi, maana tulikuwa na uhitaji wa kurejeshwa, wewe ni nani ambaye huwezi kufanya sawa sawa na baba yako? Wewe ni mtoto wa nani? Leo nimekuja nikukumbushe mtoto wa Mungu ya kwamba upendo umejificha kwenye tendo, hauko kwa maneno. Na ndiyo maana mstari wa kumi na nane tumesoma hapa, waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya tatu mstari wa kumi na nane anasema watoto wadogo, msipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kwa kweli. Kumbe upendo wa Mungu unadhihirishwa kwa kutoa na kuwatendea wale wengine wanaohitaji. Narudia tena kukwambia Ninapozungumza kutoa, sio lazima tu utoe fedha na vitu vinavyoonekana. Kuna wakati mwingine unahitajika kutoa muda wako kwa ajili ya mwingine. Kwa mfano, kuna mtu unajua ana mapito, wakati mwingine hahitaji fedha, anahitaji maombi yako wewe, badala ya kumwombea unatapakaza maneno yake kwa watu wengine. Ngoja nikwambie, Ingia kwenye maombi. Hilo ni tendo la imani ya kwamba ukisimama kwenye maombi huyu mwenzako anaweza kupona. Si maandiko yamesema, ombeni lolote mtapewa? Ingia kwenye maombi kwa ajili yake, beba udhaifu wake, yabebe maumivu yake, mlilie Mungu kwa ajili yake, lakini yale unayoweza kutenda yatende. Una jirani yako hapo, unaona kabisa watoto wake hawana hata mavazi, wewe una nguo unazimwaga, unazitupa, unazichoma moto za watoto wako ziliowapita. Kwa nini usimpe naye watoto wake wakavaa? Sisi wana Neno la Ushindi, mwezi wa kumi na moja ni mwezi ambao tunashikana mikono pamoja kama madhabahu na wale watoto wa Neno la Ushindi, tunamwambia Bwana asante kwa kile ulichotupatia. Acha tutembee na hawa wengine. Ndiyo maana ni mwezi wa kukusanya kwa ajili ya kuwategemeza wakina mama wajane ambao wanalea watoto peke yao, tuwapatie madaftari, tuwapatie vitabu, na wao tuwapatie nguo za Krismasi na mwaka mpya kama wengine, lakini tuwapatie na chakula. Kwa nini wao wawe ni watu wa kualikwa tu? Na kwa wakati mwingine makanisani tunaandaa chakula cha pamoja, wao wanakula sahani moja na wanaondoka. Kule nyumbani, wana majirani, wana marafiki, wana watu wa karibu na wao, ambao wao kwenye sherehe zao huwa wanawaalika. Unaonaje tukiwapa mchele na wao wakapika wakawaalika majirani zao, unafikiri wanajisikiaje? Hilo ndio tunataka kulifanya, na hasa maandiko yanasema kwenye jamii ya waamini ni kuombe. Mtoto wa Mungu, dhihirisha upendo wako kwa tendo, usibaki kwenye maneno na ulimi, maana kama hautafanya hivyo, upendo wa Mungu hauko ndani yako. Rafiki yako ndugu yako anapitia magumu, unaweza kumsaidia, hebu msaidie. Lakini pia ukikupendeza, ungana nasi katika hili tunalolifanya, ili bwana adhihirike kwenye maisha yako, kwa sababu umewatendea wema. Kuna mahali fulani Yesu alisema, ukiwatendea wadogo hawa umenitendea nani? Mimi. Na mahali pengine akasema, kuna wakati nitawaambia, nilikuwa na njaa, hamkunipa chakula, nilikuwa uchi, hamkunivika, nilikuwa kifungoni, hamkuja kunitazama na maandiko yanasema tutauliza maswali ya kwamba ulikuwa wapi, ulikuwa wapi wakati wa, mbona hatukukuwa, wanasema mlipowatendea wadogo wa, wa hawa mlikuwa mnanitendea nani? Mnanitendea mimi. Nikuombe mtoto wa Mungu, fanya hilo kwa ajili ya utukufu wa Mungu na utamuona Mungu. Mungu akubariki, nataka nikuombee. Lakini kabla sijaomba nikukumbushe ya kwamba Jumamosi ibada zetu zitaendelea kama kawaida, zile za saa mbili kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, kupitia YouTube chaneli yetu hii. Ninakuomba endelea kusubscribe tuungane pamoja kwenye hizo ibada, lakini kuwa barozi mzuri kwa Neno la Ushindi ili tuhudumiwe pamoja. Usisahau kuwapa namba za magrupu yetu ya WhatsApp kwa ambazo ndio hizo zinazopita, mwambie mtu tu atutumie meseji kwa njia ya WhatsApp, tutamu tutamtumia linki yetu, atajiunga pamoja na sisi. Weka mkono mmoja kifuani, ni kuombee neema ya bwana iwe pamoja na wewe. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mtoto wako ambao umenipa kusema naye siku hii ya leo. Asante kwa neno lako ambalo umelipitisha kwenye kinywa changu, ninaamini amelisikia na kulipokea ni maombi yangu mpe neema ya kulichakata na Roho Mtakatifu aliye mwalimu mwema, akamfundishe vyema. Zaidi ya yote, Mungu kamjalie kuyatendea kazi yale ambayo tumejifunza, maana ni kwa kupanda mbegu ndipo tunapovuna. Kama hatutapanda mbegu, hatuwezi kuvuna, maana mbegu haitaota isipopandwa. Asante kwa sababu, pia mbegu ikipandwa kwenye udongo mzuri inazaa maelfu. Watu hawa ambao tunawafikiria, ambao Bwana unatamani tuwaguse, ndio wale uliosema kwamba ndio dini inaonyesha kwamba hiyo ni dini bora. Ninaomba mjalie kila mtoto wako kuyatendea kazi maneno haya na zaidi ya yote asiishie kusikia na kuyaweka moyoni, mpe neema ya kuyatendea kazi, aingie katika jukumu, ili Bwana akawatendee watoto wako na ukamtendee mema, kwa sababu anayefanya kwa ajili yao amefanya kwa ajili yako. Na mimi naamini Kristo wa uzima, hautamwacha mtoto wako mmoja mmoja atakayeungana nasi katika kuyatimiza haya. Ninaomba kila anayepitia changamoto kwa maombi haya Bwana, ukamtendee kila aliye uka na uhitaji. Mungu ukakutane naye na maisha ya watoto wako yakawe bora kwa utukufu wako. Machache nimeomba nikiamini kwa mengi ya kwamba utaendelea kutenda kwa utukufu wa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nimeomba na kuamini amen. Mungu akubariki sana, mtoto wa Mungu. Narudia tena, kwa njia ya YouTube tukutane siku ya Jumamosi kuanzia saa mbili kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunakuwa live kwenye zile ibada zetu, na ninaamini Mungu atakuhudumia. Mungu akutunze. Shalom, shalom. Nanyi mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Neno la Ushindi, ukweli unapatikana.